Cha kwanza nipikie mkolo ninjwelewa anadai anje. Halo mamu, uko piti, mimi ziko piti, nainamakuina manjana. Uliniambia utanitumia kachapa, ukutuma njuzi. Nimekunywa manji ya byombo, ee, nilikunywa manji ya byombo, ah! e, manji ya byombo ningepanya anje na nimeinama masiku tatu. Sasa leo unandai niku, nikunywe tena nandi manji akuna chak, cho manji ya vyombo hakuna chake nilimalu chote njana hey. Eh, anji mukulu ati ningonje <laughs> adi mwa best mu, maindi maindi andi mulipanda last month ningonje mwa best unandai nikupe ama ti <laughs> ningonje eh.